<laughs> Ni, nipe wimbo mmoja <laughs> wa madogoli leo hii niko nyumbani, narudi Songea, oo. Narudi Songea oo. Wangoni na makabila mengine ya Ruvuma walifanyaje enzi za mababu kuhifadhi maliasili ambazo leo tumezikuta na tunaendelea kuzitunza kisayansi zaidi tukuoni bamba kwa, kwa aa, Ngoni kwa nini walipewa majina ya wa wanyama? Walikuwa wanapewa yale majina ili kuzuia wewe sasa usiwe na hamu ya kula nyama. Waliokuwa wakikiuka kufanya hivyo, nini kilikuwa kinawapata? Sherehe zilikuwa zinachukuliwa na machifu au viongozi wetu wa kimila, basi anapata adhabu. Tumerifishwa na sisi tuwarifishe. Yani, uhusiano wa maji na nyoka ukoje? Kwa sababu hii inasikika sehemu nyingi nyingi, siende huko kuna nyoka mkubwa sana, nyoka hmm, sana, kuna nyoka mkubwa sana, lakini kwa sababu ya kwa kuifaazii wasiendekiai. Nchi yetu ni nchi tajiri na, na rasilimali zetu okanazo ni nyingi, zinaweza kutosha. Kwa hiyo serikali kupitia idara zake matanapa TFS, watu wa napa si wapi huko, wale wote wafikiri, wakishirikiana kwa pamoja maweza kuhifadhi mazingira nchi hii yakawa salama na yenye uzito wa pekee. TANAPA Podcast, hifadhi zetu, uh, sauti yetu.